cha Mungu kilichompima yule mfalme Belishaza katika utawala wake. Amen, haleluya! Ni kipimo na kipimo kile, ukitaka kukiona utakikuta katika Danieli sura ya tano. Kwenye Danieli ni sura ya tano, ndipo ukiangalia kwenye mstari wa ishirini na tano na ishirini na saba kitabu cha nabii Daniel, pale ndipo tunaona kumbe Mungu ana vipimo, amen. Mungu anapima, kama hapa ambavyo tumeona kwamba hata moyo wa binadamu wa mwanadamu huwa ni msahulifu, lakini pia kwa vile Mungu alivyo, yeye ndiye anayepima na kuangalia na kila mmoja kumpa haki yake, na haki ya Mungu huwa inabakia kuwa ni haki iliyosimama ambayo haina michanganyo kama haki inayoweza kuitoa mwanadamu Amen. Sasa katika habari ya Danieli 25, 25 hadi 37, ukienda pale utakuta yale maneno ambayo yule mfalme Belshaza mtoto wa Nebukadneza mtawala wa Babeli ya wakati ule alipokuwa amelewa madaraka, na alichofanya ikawa ni kuagiza vyombo vilivyotoka kule Yerusalemu katika hekalu, katika nyumba ya Mungu ambavyo baba yake wakati ule alipowachukua mateka Wayahudi kuwapeleka kule Babeli, yeye alifika anavihifadhi katika chumba, katika nyumba akamefungia. Lakini alipoingia huyo mtoto wake Belshaza siku ile akaandaa sikukuu na sherehe halafu, alipoona haitoshi vile vyombo walivyokuwa wanatumia kwa ulevi na kilevi, akaamuru hata vile vyombo vifaa vilivyotoka kule Yerusalemu katika nyumba na hekalu la Bwana, akawaambia watu vile teni na hivyo, ukisoma katika hiyo neneri sura ya tano kwenye huo mstari kuanzia huo moja mpaka ishirini ishirini na tano utaona jinsi ilivyotokea kwamba akaamuru akasema vitumia kwa, kwa kilevi kwa kulewa wakalewa wakawazwa. Lakini lakini Bwana mwenye vipimo, haleluya, Bwana aichunguze miayo, akaweka kipimo chake na kipimo chake kikaandikwa kwa kiganja cha mkono, mene mene baada ya kuona kiganja cha mkono kinaandika maneno, na yale maneno ni lugha ambayo hakuielewa maana, ni lugha iliyoshuka kutoka juu. Haleluya, mede mede na tekeli na pelesi. Hayo maneno na yale yanaonyesha kwamba kweli Mungu anacho kipimo. Amen, kipimo cha Mungu.